Baadhi ya makundi mbalimbali yamepongeza na kukosoa uamuzi wa serikali kuchukua hatua ya kwanza kuuza akiba ya dhahabu ili kuwezesha kufadhili miradi mbalimbali ambayo imekuwa ikitekelezwa katika serikali ya awamu ya ya sita. Baadhi ya wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wameibuka hadharani na kupinga hatua hiyo ya serikali. Martin Malanja amesema kwamba kuuza akiba ya dhahabu ni ushauri wa nani? Maduro Nataka kuamini ni akili na ushauri wa Maduru kuuza akiba ya dhahabu ili kumalizia ujenzi. Kwani zaidi ya tozo na kodi ya bia, ana mawazo gani mengine zaidi ya kuuza last option of survivor? Mwanzoni mwa mwaka elfu mbili na kumi benki kuu za nchi nyingi duniani ziliacha kuuza dhahabu na kugeuka kuwa wanunuzi wakubwa dhahabu. Leo ua wanayohifadhi ya dhahabu yenye thamani ya trilioni 1.44. Oktoba 2023 Benki Kuu ya Tanzania ilianza kununua dhahabu kwa ajili ya akiba. Manunuzi ya dhahabu yalilenga kuimarisha nguvu ya shilingi katikati ya changamoto za kidunia. Ghafla mnauza tena, wakati nchi nyingine timamu duniani zinahifadhi dhahabu kama kinga dhidi ya kuyumba kwa hali ya uchumi wa dunia, mfumuko wa bei za bidhaa na hatari ya sarafu. Sisi tumeamua kuuza akiba ya dhahabu nchi timamu duniani zinahifadhi akiba ya dhahabu zao kwa sababu mbalimbali, lakini sio kuuza akiba ya dhahabu ili kukamilisha miundo mbinu iliyokwama, kwani kuna geopolitical conflict. Kuna njaa yakuwa hadi mnaona solution ni kuuza akiba ya dhahabu. marafiki zetu wamekata mirija ameuji sababu ya serikali ya CCM kuamua kuuza akiba ya dhahabu ni kukamilisha miradi inayoendelea. Tukitumia ubongo vizuri, tunakumbuka miradi mikubwa inayoendelea pesa ilitengwa na pesa nyingine ni mikopo. Nchi zilizo na akiba kubwa ya dhahabu zinakuwa na uwezo mzuri wa kukabiliana na shinikizo la kiuchumi, zinazo mali zinazoongezeka thamani nyakati za misukosuko ya uchumi. Miundombinu ni muhimu ndio, lakini kuuza akiba dhahabu ni suluhisho la muda mfupi. Tafuteni namna nyingine ya kukamilisha miradi yenu iliyokwama. Halafu mikopo kwa ajili ya hiyo miradi ilikwenda wapi? Mvutano wa kisiasa unaongezeka duniani, migogoro ya kibiashara na mabadiliko katika sera za misaada ya nje ya Marekani na Ulaya vitaongeza hali ya wasiwasi wa uchumi. Dhahabu ikishaondoka, imeondoka. Miundo mbinu inaweza kusubiri kama ilivyosubiri miaka 64. Ongezeni thamani kupitia uchimbaji, imarisheni ukusanyaji wa rasilimali, sio kuuza akiba ya dhahabu. Watasha wanajua ukishapata hii rasilimali muhimu, watakuja kuuza zaidi wakitengeneza bidhaa zake ampo vitani, mnauza akiba ya dhahabu kwa ajili ya kukamilisha miundo mbinu. Akiba ni tani sita. Wizara ya Madini Tanzania ilisema hadi kufikia Julai 2025 Benki Kuu ya Tanzania BOT ilikuwa na hifadhi ya dhahabu tani 6.84 yenye thamani ya trilioni mbili tangu ilipoanza kununua na kuhifadhi Oktoba 2023. Akiba ya dhahabu ambayo Tanzania inataka kuuza ina thamani ya dola bilioni 13.7, ni kiwango sawa na ambacho nchi ya Ukraine iliuza akiba yake ya dhahabu mwaka 2022 ili kustahimili kuwepo vitani na Russia. Ukraine 2022, waliuza akiba ya dhahabu yenye thamani ya dola bilioni 12 ili kununua bidhaa. Q3 na Q5 2025, akiba yao ya dhahabu ni tani 27.6 na ambayo thamani yake ni trilioni 3.664. Kwa mwaka 2025, nchi iliongoza katika kununua dhahabu duniani ilikuwa ni Poland. Poland ni moja ya nchi ambayo iko katika mvutano mkubwa kidiplomasia na Russia. Septemba 10, 2025 droni 19 za Russia ziliingia anga la Poland, tatu zikiangushwa. Russia imesisitiza haikuwa na nia ya kuivamia Poland. Poland imeendelea kulipinga na kusisitiza kwamba Russia ina njama dhidi yake. Hii ni sababu ya benki kuu ya Poland kuamua kuimarisha akiba ya dhahabu ambayo ni nyingi kuliko European Central Bank. akiba yao ni tani mia saba sabini na hii inaifanya kwa nchi ya kumi kwa akiba ya dhahabu duniani. Tanzania hatupo vitani, hakuna geopolitical crisis, isipokuwa akiba yake ya dhahabu inauzwa ili kuendeleza miundombinu. Miundombinu gani? SGR BRT, fedha za mikopo zimekwenda wapi?